Baba Sam the King Tanzania TV chaneli inayokuletea simulizi za kusisimua ikiwemo za kuchekesha simulizi za kuhuzunisha, na nyinginezo za kusikitisha. Pia chaneli hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii pamoja na maisha kwa ujumla. Na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa kujadiliane, ambazo zitakuwa zinaletwa na anko hapa. nitakuwa nikikuletea makala Usisahau kusubscribe chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ili ujifunze mambo mengi. Hii ni chaneli yako Mtanzania, na hii ni makala ya this is, Tujadiliane. This is... Tujadiliane. Ahalan wa sahalan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Naamini utakuwa uko vizuri eh? Anko, mijadala nimerudi tena. Kuna vitu ambavyo kidogo naona kama katika jamii yetu mambo yameanza kwenda kwenda halijojo kabisa, na kitu chenyewe ni hiki kifuatacho ambacho ninahitaji tuweze kukijadili. Kwanza ngoja ni wape swali. Swali lenyewe watazamaji, hivi ni halali mwalimu kuwafundisha watoto wa kiume ndani ya darasa kwamba wakafanye mapenzi na halafu ndani ya hilo darasa kutokana na kwamba hiyo shule ni mchanganyiko kawa na binti ambaye anamfuatilia. Oh. Yaani kwa kweli dunia inashangaza. Kwa nini nimewapa hilo swali? Ngoja niwaelezee kisa chenyewe. Mimi ni Anko Mijadala, na hii ni makala yetu ambazo umezoea kuzipata hapa hapa, sema kidogo nilikuwa nimepotea kidogo kutokana na kwamba wameniibua wanadunia, sasa nimeona nirudi. Kuna shule moja ambayo ina mwalimu mmoja ambaye ndo ameanza kufanya hivyo vitu. Anaingia darasani na kuanza kuambia wanafunzi kwamba kamata tu, eh, ukiliona lidada wewe likamate, alafu jaribu kulitekenya tekenya. Mm, lidada italipanda tu. Ikishalipanda wewe lichukue. Nenda kafanye tu mapenzi huko. Ukiona umemaliza vya kwako, mwili wako umeridhika, achana nalo. Fanyeni tu, hata sisi wenyewe tulifanya, tulikuwa wanafunzi. He, tu. Na alafu kija kuangalia ndani ya darasa hilo hilo, kutokana na kwamba hiyo shule ni mchanganyiko, ana binti ambaye anamfukuzia, yani ameshamgeuza kama mpenzi wake. Walimu ambao mnanisikiliza na kunitazama Baba Sam De King, Tanzania TV channel, wewe mwalimu ambaye umesubscribe channel hii, unaona ni harari kumgeuza mwanafunzi kuwa mpenzi wako na unaona ni haram kuingia darasani na kuanza kuwafundisha wanafunzi wakafanye mapenzi kwa wanafunzi wenzao. Hii dunia inaelekea wapi? Hii dunia mnaiweka wapi? Kwa nini badala ya kufundisha vile vitu ambavyo nyinyi mmeapply, mmesoma, mmepigika, yaani hata kuajiriwa kwenyewe tulikuwa tunalia na kulia hapa na pale tena ishawahi kuja na nikazungumza nika, nika makala hapa makala hizi hizi za zaisi Tujadiliane, nilikuwa na nyinyi pamoja kabisa. Tena tulijadiliana kuhusiana na kwamba walimu wanaohitajika ni wachache alafu waliojisajili ni wengi eh? Kwa nini walimu hawapati ajira? Leo hii mmepata ajira, sasa mmeanza kuwa na kiburi, si ndio? Kiburi chenyewe ni hiki. Hicho ndio ambacho mlichoenda kukifundisha, kuwafundisha watoto wa kiume waende waanze kuwatekenya, tekenya watoto wa kike, midani, penzi, wa kike, wapangwe na midadi waende wakawafanyia mapenzi, wakiridhika, warudi, wakae. Kwa maana hiyo ndio burudani. Unamfundisha mwanafunzi kufanya vitu kama hivyo. Katika shule zile za zamani, enzi hizo. Kuna mwalimu aliyokuwa anafundisha upumbavu kama mnaofundisha nyinyi. Tumewatekea mara ngapi ili muweze kuajiliwa? Kumbe mnaadiliwa mnafata fedha tu, si ndivyo? Badala ya kuwafundisha wanafunzi waelewe kile ambacho mnachowafundisha, mnaenda kuwafundisha mambo ya kijinga kiasi hicho? Hivi mmeshakaa na kutafakari kwamba hiyo jamii ambayo mnayotaka kuitengeneza huko mbele itakuwa ni jamii ya namna gani? na <gulio> nazungumza na ninyi waalimu. Hatuajiriwi. <laughs> Oh, oh, unajua serikali leo hii, hivi kweli ndio umeajiriwa uende kuharibu watoto wa watu, kuwafundisha uhuni, unawafundisha mambo ya ngono kweli? Mwalimu, unajielewa kweli wewe? Unatengeneza jamii ya namna gani? <laughs> Kwa kweli mmenitibua, na hiyo ndio oh, ambayo mimi nataka kuianzisha yo dunia ambayo tunayo sisi, na ninaamini serikali kama inafuatilia baba Sam The King Tanzania TV channel, hawawezi wakakubali na hiyo shule. Kama kuna mtu ambaye amesubscribe hapa baba Sam The King Tanzania TV channel, kama ni mtu ambaye anahusika na serikali, mimi niko tayari anitafute kwenye namba ambayo atakao isikiliza kwenye tangazo, hapo moja kwa moja nitamtajia kwamba ni nani ambaye ni, ni shule gani ambayo inayofanya hivyo. Baba Samu atamtajia huyo mtu, kama yupo, ambaye yuko serikalini, atatajiwa hiyo shule na aipeleleze, na ikiwezekana, huyo mwalimu akamatwe, awajibishwe. Mnatafuta kuajiliwa, alafu baadaye mnaajiliwa, mnaanza kufanya utumbavu wene, wa kwanza kufundisha wanafunzi wakafanye mapenzi baada ya kuwafundisha masomo ili waweze kufaulu mitihani yao, na wao waende kuwa walimu wengine, wawe manesi, wao wanakutibu, wengine watakuja wawe maraisi. Unaanza kuwafundisha upumbavu. Wacha niwalegezee jamani. Mimi ni anko mijadala, kwa hiyo naomba tujadiliane hili ambaye, wewe unayonitazama na kusikiliza makala hii kwamba je, kuna uhalali mwalimu kuingia darasani na kuanza kufundisha wanafunzi wa, wafanye mapenzi. Tena ah, anajitetea na kwamba eti hata sisi wenyewe tulikuwa wanafunzi, nyinyi fanyeni tu. Oh. Ah. Tukutana na bidada hivyo. Tikenye tikenye ite zitapandwa na midadi, waende mkafanye vya kwenu. Eh, ukiona umeridhika liache tu hapo hapo. Oh. Hivyo ndio ambavyo tunavyotakiwa kufundisha wanafunzi kiasi hicho? Je, kuna uhalali wa kufundisha mwanafunzi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 Serikali imewanyima wengine, imempa yeye, amepita. Kumbe yeye ana, anawaza tu pesa kuweka mfukoni, lakini vitu vingine anaanza kufundisha ujinga. Ni walimu wangapi ambao mmewaacha nyinyi ambao wako wanateseka huko, ambao waliomba maskini ya Mungu wakanyimwa, wakakupa wewe. Mungu amekuruhusu na amekuruzuku, umeweza kuipata hiyo riziki ya kuingia kwenda kufundisha shule, wengine bado wanaendelea kuishia mtaani, afu naenda kufundisha mambo ya mapenzi. Oh. Yeah, yaani namna jinsi unavyotaka wewe uwe maraya unataka na wanafunzi wafundishe umaraya, badala ya kuwafundisha oh. masomo. <gibu> <gibu> Haya bwana, mimi niko mjada ni waage niseme kwa heri mpaka katika makala nyingine, jamani, wamenitibua kwa kweli walimu. Ah, yaani huyu mwalimu amenitibua kwa kweli was, watazamaji ni si ni si waongope. Amenitibua. Yaani sikuwa hata na lengo la kufanya hivi lakini kwa kweli simfadhili. Kama na wewe ni mwalimu unaweza kufanya vitu kama hivyo. He, pole yako aise, wewe ndio utakuwa ni kati ya wale walimu ambao hawana akili hawawazi kwamba nini. oh. huko nyuma wamewaacha walimu wangapi ambao wameangushwa eh kwa ajili ya, ya ku, ya, kupewa ile mitihani ile, walimu wengi tu wameanguka, wao umepitishwa, Mwenyezi Mungu amekuruzuku hiyo riziki, umeipata unaanza kwenda kufundisha darasani jamani. <laughs> Pole yani sana aise. Niseme kwa heri ni jamani. Nitakapopata jambo lingine, hisi zitujadiliane nyingine nitakuja nayo hapa, lakini msisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Eh, hii channel yetu bwana, mm inaendelea kuwaletea vitu vizuri, mpaka na vya watu ambao wanaudhi kabisa. Sio, anataka kuunda dunia ya namna gani? Wanajua wenyewe. Niwaambie, niseme kwa heri jamani, tutakutana siku nyingine.

Je, wewe ni shabiki wa Hasdi zero 2 Baba Sam the King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yako ambayo ni smartphone, ingia kwenye YouTube, andika simulizi ifuatayo, nitaacha kuombaomba lini. Itakapokuja itakuja na chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania. Subscribe. Like comment, utakuwa umemwezesha Baba Sam the King, ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa Hasbi zero tu, Baba Sam the King, fanya hivyo ili uweze kumsapoti sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo 0752 7325 kumi na tano. Mungu awabariki wa wote, shabiki wa simulizi za Hasdi 02 baba Sam the King, Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlio nao.